Mmoja mfuatiliaji wangu wa anaitwa Mage anasema kwamba michirizi kwenye maziwa, nafikiri alikuwa anamaanisha michirizi kwenye matiti wakati wa ujauzito inasababishwa na nini? Inawezekana na wewe ulikuwa unajiuliza swali kama hili, labda ulikuwa mjamzito, umekuwa ukipata michirizi haswa kwenye mazingira ya matiti na unajiuliza maswali kwamba sababu ipi inapelekea hali hiyo. Tunajua kwamba zaidi ya kina mama hamsini huwa wanapata hali hii katika kipindi cha ujauzito na mara nyingi hii michirizi huwa inaanza mimba inapokuwa miezi mitatu ya katikati, yani mimba inapokuwa na miezi mitano, miezi sita, miezi saba na kuendelea. Wakina mama walio wengi basi huwa wanakuwa wanapata hali hii ya kuwa na michirizi haswa kwenye matiti, japokuwa michirizi inaweza ikawa sehemu nyingi sana ambazo kuna baadhi ya video zangu niweza kuzungumzia, kama ukuweza kufuatilia video hizo, unaweza kwa click suggestion hapo juu na ukasikiliza video hizo. Leo nataka kuzungumzia kuhusiana na michirizi ambayo inatokea kwenye matiti kwa baadhi ya kina mama waja wazito. Kwa hiyo, kama umeamua kuwa mja mzito, ni vyema uweze kujua kwamba hali hii inaweza ikakukumba, japo kuna mambo utazungumzia, unaweza ukayafanya ukapunguza kuwa na hali ya kuwa na michirizi haswa kwenye matiti. Sasa kuna sababu ambazo zinaweza ikapelekea kuwa na michirizi kwa baadhi ya kina mama haswa kwenye matiti katika kipindi chao cha ujauzito. Sababu ya kwanza kabisa ni ongezeko la homoni mama, unapokuwa mja mzito, ongezeko la homoni, kwa mfano kama kotsol, homoni nyingine, kwa mfano kama istojeni na relaxin. Mfano, ongezeko la homoni ya kotsol yenyewe inapelekea utengenezwaji wa zile tishu ambazo zinaunda ngozi na kuimarisha ile ngozi kama korajen elastin, huwa unapungua utengenezaji wake. Kwa matokeo yake ni kwamba ile ngozi inaweza ikawa inavutika, lakini haivutiki vizuri. Ina maana kwamba ule mnyumbuliko wa ngozi unapungua. Inapokuwa unapungua, mimba inapozidi kuongezeka na yale mabadiliko mengine ya ujauzito, basi mwisho wa siku ngozi inaweza ikatanuka, na mwisho wa siku ikapasuka, na mwisho wa siku ukawa na hiyo michirizi. Inawezekana kwenye matiti, lakini vilevile kwenye mapaja, lakini vilevile na sehemu nyingine za makalio, na haswa haswa mazingira ya tumboni. Lakini vilevile ongezeko la homoni ya estrogen katika kipindi cha ujauzito, lakini vilevile na homoni nyingine, kwa mfano kama relaxin, zinapelekea kwamba tishu hizi zinanyumbulika zaidi, na mwisho wa siku unapozidi kuwa na mimba, mimba inapozidi kuongezeka, basi inaweza ikapelekea tishu hizo mwisho wa siku zikapunguza ule ubora wake, na mwisho wa siku mama kaa kwenye hatari ya kuweza kupata hali hii ya kuwa na michirizi, haswa kwenye matiti. Sababu nyingine, kwa mfano, kwa kina mama ambao wamekuwa wajawazito, ongezeko lile la uzito katika kipindi cha ujauzito, zile tishu zinazozidi kuongezeka, lakini vilevile, labda inawezekana wewe ni mama ambaye kabla hujawa mjamzito ulikuwa na uzito mkubwa sana wa kupindukia, labda BMI iko zaidi ya 30 kg per meter square. Mwisho wa siku wewe unakuwa kwenye hatari kubwa sana, unapokuwa mjamzito uzito utaongezeka zaidi, na unakuwa kwenye hatari ya kuweza kupata michirizi, kila sehemu mpaka mazingira ya kwenye matiti. Lakini vilevile wakati wa ujauzito kuna baadhi ya tishu zinaongezeka kwenye matiti, kwa mfano kama mafuta, mishipa ya damu na tishu nyingine zinaongezeka pia. Hii inaweza kapelekea matiti yako yakawa na hii hali ya kuwa na michirizi, kitu ambacho ni cha kawaida kabisa. Lakini vilevile sababu nyingine ambayo inaweza kapelekea wewe ukawa na hii michirizi, endapo kama kuna historia kwamba labda mama yako alikuwa na michirizi mingi, lakini vilevile labda mzazi wako au bibi yako. Ni kwamba hali hii inaweza kawa inatokana na kwamba kuna uasilia ule vile vinasaba vinavyounda hii ngozi au zile tishu ambazo zinaunda ngozi zinakuwa na udhaifu fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku ngozi inakuwa haivutiki vizuri, na wakati mwingine inaweza kawa inavutika labda kidogo, mwisho wa siku inaweza kawa inapasuka haswa ile sehemu ya chini ya ngozi, na mwisho wa siku ukawa na hiyo michirizi.